Tasamaji, tukiangazia taarifa ya kusikitisha, ni kwamba maafisa wa polisi wanamzuilia kijana mmoja, anadaiwa kumvamia na kumkatakata babake kwa shoka na kisha kumteketeza hadi kufa huko Mugirango Kaskazini, katika kaunti ya Nyamira. Mamake kijana huyo kwa jina Franklin Ouru amesema kuwa mkasa huo ulisababishwa na ugomvi kati ya kijana huyo mwenye umri wa miaka ishirini na babake ambaye alikuwa amewafurusha kutoka nyumbani kwao. Inadaiwa kuwa mwezi Februari mwaka huu mshukiwa alimpiga ndugu mkubwa Douglas Ouru na kumsababisha majeraha mabaya yaliyopelekea kifo chake. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kerenyo. Huyu kijana akaleta kosho ni kwa nyumba akakisa moto, moto ukawaka kabisa. Inti ikawaka sasa moto, tukaona vitu imechomwa, harufu ya mapranketi na manguo. Huyu mzee wangu kwenye alikuwa akaona sasa vitu imeharibika, akarudia kijana wake akaenda kumuliza unaalivu vitu nikasikia hapo kwenye nilikuwa vita imeanza. Tunaogopa kuishi. Ukikaa wewe peke yako, unaona ni kama ukosefu. Ukikaa na huyu mama, mnaungana pamoja, mnakaa kwa nyumba moja, kwa sababu ya kuchunga tu nini maisha yenu.